na wanamgambo wa RSF nchini Sudani waushambulia kwa makombora mji wa Merowe ulioko kaskazini mwa taifa hilo. Habari kamili. Dodoma. Waziri mkuu mteule Dkt Mwigulu Nchemba amewaonya watumishi wa umma wazembe, wavivu na wararushwa kujiandaa kukumbana na hatua kali, mara baada ya kuanza rasmi majukumu yake kama waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akizungumza mara baada ya kuidhinishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushika wadhifa huo, Dkt. Nchemba amesema serikali haitavumilia urasimu, uzembe, wala lugha zisizofaa dhidi ya wananchi ameongeza kuwa anataka kuona mabadiliko makubwa katika utendaji wa watumishi wa umma hasa katika utoaji wa huduma kwa wananchi ili kuhakikisha serikali inatekeleza kwa vitendo dhamira ya kuwahudumia Watanzania wote kwa haki na ufanisi. Kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, walarushwa na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Nitakuja na fiekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa Rais, ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amewaahidi Watanzania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 kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu mawasiliano daktari wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma. Pia kesho Ijumaa saa tisa alasiri, Rais Samia atatoa hotuba yake ya kulizindua Bunge la kumi na tatu jijini Dodoma. Muleba, mkuu wa wilaya ya Muleba mkoani ni Kagera, Daktari Abeli Nyamahanga amewataka vijana kuendelea kuwa wazalendo wenye umoja na watetezi wa amani na usalama katika maeneo yao ili kuwa na maendeleo. Dkt. Nyamahanga amesema kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania hasa vijana kujenga moyo wa uzalendo kwa kufanya kazi kwa bidii, kulinda mali za umma, kutii sheria na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii na maendeleo. Aidha, amewataka wananchi kuendelea kudumisha ushirikiano na vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na kutoa taarifa mapema kuhusu matukio yoyote yanayoweza kuhatarisha amani katika jamii. Mzalendo anatenda mema, mzalendo anakuwa mwadilifu, mzalendo anafuata sheria za nchi. Mzalendo haandamani hovyo hovyo bila sababu, mzalendo haandamani kwenda kuharibu mali ya mtu. Mzalendo anatatua changamoto zake kupitia mkondo wa uongozi uliopo. Kwa hiyo ni watu take wananchi wote na vijana wote kuendelea kudumisha uzalendo, kuendelea kuwa wazalendo, kufaa kuishi kwa maadili, kuishi kwa sheria. Hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukasukuma gurudumu la maendeleo ya mtu mmoja mmoja ndani ya wilaya na wananchi wake kwa ujumla wake. Lakini kama ambavyo nimekuwa nikisema, hakuna maendeleo pasipo na amani na utulivu, hakuna maendeleo kama watu hawaingii watu ziwani kuvua, kama hakuna utulivu, kuna matishio pia mkuu huyo wa wilaya ya Muleba amesisitiza kuwa serikali ya wilaya itaendelea kuweka mazingira bora kwa vijana kupata elimu, ajira na fursa mbalimbali za kiuchumi ili kuimarisha uzalendo na kupunguza changamoto za kijamii. Biharamulo, baadhi ya wafanyabiashara wadogo maarufu mamalishe na wakazi wa Biharamulo mjini mkoani Kagera wamelalamikia wauzaji wa nyama ya ng'ombe kupandisha bei ya kitoweo hicho kutoka shilingi elfu tisa hadi shilingi elfu kumi na mbili wakizungumza na Radio Kwizera wamesema kupanda kwa bei ya nyama kumechangia kupandisha bei ya vyakula kwenye hoteli na migahawani na kuomba viongozi na wauza nyama kutafakari juu ya maamuzi hayo miongoni mwa wafanyabiashara hao Bi Amina Petro na Mary Sebuyoya wamesema kupanda kwa bei ya nyama kumechangia kupungua kwa wateja baada ya kupandisha bei ya sahani ya chakula iliyokuwa inauzwa shilingi elfu mbili mia tano kwa sasa inauzwa shilingi elfu tatu na mia tano kutokana na changamoto ambazo zipo, na wateja pia wanalalamika. Ni kwa sababu ya vitu kupanda bei kama watu wanavyoona, na hali ambayo sasa hivi sio nzuri kiuchumi. Mboga kama hivi, buchani zimepanda bei. Nyama sasa hivi tulikuwa tunanua kilo shilingi elfu tisa lakini sasa hivi mpaka inaenda kwa hiyo unajikuta mtu ile faida ambayo wewe ungetoa tunakuwa ni ndogo, lakini pia na wateja tunawazingatia. Vyakula zinapanda kulingana na mfumuko wa bei, chakula kimepanda bei, wateja tunaomba mtuelewe kwa hilo. Kwa mwanzoni tulikuwa tukiuza wali na maharage elfu moja na mia tano wali nyama elfu mbili mpaka elfu mbili na mia tano lakini kwa sasa wali na maharage tunauza elfu mbili wali nyama elfu tatu mpaka elfu tatu na mia tano kulingana na bei zilivyo sokoni. Mwenyekiti wa bodi ya nyama wilaya Biharamulo bwana Magnus Mafa amekiri ongezeko la bei ya nyama ya ng'ombe ambayo imesababisha, imesababishwa na wafugaji kupandisha bei ya ng'ombe mnadani ambapo ng'ombe iliuzwa kuwa milioni moja na nusu sasa inauzwa kwa shilingi milioni mbili na nusu hivyo kupelekea nao kupandisha bei ili waweze kupata faida. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM Khatom. Wanamgambo wa RSF nchini Sudani umeushambulia kwa makombora mji wa Meroe ulioko kaskazini mwa taifa hilo wakilenga bwawa kubwa katika eneo hilo linalodhibitiwa na jeshi. Taarifa ya jeshi la Sudani imesema droni hizo zimerushwa katika makao makuu ya jeshi, uwanja wa ndege na bwawa la Meroe, akisisitiza kwamba amefanikiwa kuzuia mashambulizi hayo. Huku hayo ya kijiri, mawaziri wa nchi za nje kutoka mataifa saba yanayoendelea kiviwanda duniani G7 wamekosoa vurugu zinazoendelea huku wakisema mapigano kati ya jeshi na taifa hilo na wanamgambo wa RSF yamesababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu duniani. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio amesema kundi hilo lina wasiwasi kuhusu visa vya unyanyasaji wa kingono vinavyoendelea katikati ya vita hivyo vilivyodumu kwa takribani miaka miwili. Berlin, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amewambia rais wa Ukraini Volodimir Zelenski kwamba anatarajia Ukraini kuweka juhudi zaidi kupambana na ufisadi baada ya sakata kubwa la ufisadi kutikisa Kiev. Viongozi hao wakizungumza kwa njia ya simu, Mezi amemwambia Zelensky kwamba serikali yake ni lazima ipige hatua katika mikakati ya kulidhibiti hilo na kufanya mageuzi, hasa katika swala la utawala wa sheria. Msemaji wa Mezi Stefan Cornelius amewaambia waandishi wa habari kwamba Ujerumani na wasiwasi kuhusu sakata hilo kufuatia kufungamanishwa na sekta ya nishati ambayo imepokea msaada mkubwa kutoka Ujerumani. Jana Jumatano Zelenski aliwafuta kazi mawaziri wake wa sheria na nishati kufuatia sakata la ubadhirifu mkubwa wa fedha katika sekta ya nishati. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Waziri Mkuu mteule Dkt Mwigulu Nchemba awaonya watumishi wa umma wazembe na wala rushwa kujiandaa kukumbana na hatua kali. Baadhi ya wafanyabiashara wadogo wa, wa Biharamulo mjini mkoani Kagera walalamikia kupanda kwa bei ya nyama ya ng'ombe. Na wanamgambo wa RSF nchini Sudani waushambulia kwa makombora mji wa Merowe ulioko kaskazini mwa taifa hilo. Waza wazua, msikilizaji,